Ni katika hafla ya kutawazwa kwa Gerard Muridhi kuwa askofu watatu wa kanisa la ACK diosisi ya Mlima Kenya Magharibi, kaunti ya Nyeri, ambapo aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na wandani wake walijipata kwa Jumapili ya pili mtawali yao akikosa nafasi ya kuwahutubia waumini kama ulivyokuwa mtindo wake kila Jumapili, kutumia nafasi hiyo kuipiga vijembe serikali. <coughs> Hili ni kufuatia mwongozo mpya uliotolewa na askofu mkuu wa kanisa la ACK Jackson Ole Sapit Jumapili iliyopita, hotuba za wanasiasa kanisani zikipigwa marufuku, iliyo wanasiasa wakitambuliwa kwa majina tu askofu akishikilia hatua yake ya kupiga marufuku hotuba pamoja na kutangaza sadaka, akisisitiza uh, huu ndio utakaokuwa utaratibu. Hata hivyo, juhudi za Gachagua kuhutubia wananchi nje ya kanisa hilo ziligonga mwamba baada ya kikundi cha vijana kuzua vurugu ile likionekana kusababishwa na ubabe wa kisiasa kati ya Gachagua na mbunge wa Nyeri mjini Duncan Mathenge ambaye ni mwandani wa rais. Gachagua akiwasihi vijana kuepuka kutumiwa na wanasiasa kuvuruga amani. Wiki jana ya kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka pamoja na Gachagua katika kanisa la St Peters Makandara, kaunti ya Nairobi, walilazimika kuwahutubia wa Kenya nje ya kanisa hilo. Hili linajiri zikiwa zimesalia siku za kuhesabu rais William Ruto kuanza rasmi ziara yake ya maendeleo katika eneo hili ambapo ubabe wa kisiasa unatarajiwa kushamiri. Edwin Mbogwa, K24, saa moja.